Hali ya bei za bidhaa sokoni imepanda mara mbili ikilinganishwa na msimu uliopita. Sababu ya kupanda kwa bidhaa hizo inatajwa kuwa ni athari ya maandamano yaliyofanyika Oktoba 29, iliyosababisha wafanyabiashara kushindwa kufuata mizigo nje ya nchi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wafanyabiashara na wajasiriamali wamesema kuwa ongezeko la bei limeathiri bidhaa mbalimbali, zikiwemo viungo vya pilau, mchele na vitoweo. Hali hiyo pia imewaathiri wanunuzi wa bidhaa nyingine kama vile nguo. Mmoja wa wafanyabiashara hao Mbalaki Athmani, amesema kuwa kwa sasa viungo vya pilau vinauzwa shilingi 6000 kwa kilo ikilinganishwa na shilingi 5000 katika msimu uliopita sawa na ongezeko la 20% kilo moja kwa bei ya jumla sasa hivi ni 6000 e, ni 6000 ijapo e, imepanda 500, ilikuwa 5500 kwa hiyo sasa hivi imesogea kidogo 500 imeongezeka e, e. bidhaa nyingine zilizopanda bei ni mchele ambapo kilo moja ya mchele wa super inauzwa kwa shilingi 3200 huku mchele wa kawaida ukiuzwa kwa shilingi elfu mbili mia nne. Aidha, vitoweo kama kuku vimepanda hadi kufikia shilingi elfu ishirini na sita kwa kuku mmoja ikilinganishwa na shilingi elfu kumi na sita katika msimu kama huu wa mwaka uliopita. Vile vile bei ya nyama imeongezeka kwa shilingi 2000 kutoka shilingi elfu kumi iliyokuwa inauzwa awali. Mchele ule wenye ubora zaidi, namba moja unauzwa sasa hivi shilingi 3200 hadi 300 kwa kilo na ule wa kawaida unauza shilingi 2800. Na ule chini sana unauza shilingi 2600 kwa kilo moja, lakini msimu uliopita ule wenye ubora wa kwanza ule, ule unauza shilingi 2600. Lakini leo umefikia shilingi 3200 hadi 3600. Na ule wakati kipindi kilichopita ulikuwa unauza shilingi 2400. Lakini kwa sasa hivi inazo shilingi 2800. Na ule wa chini sana, kipiki kipiki kilichopita kilo kilo moja moja ilizo shilingi 2800, lakini sasa hivi kilo moja inazo shilingi 2600. Kwa sasa hivi. Ah, niache upande wa nini, na nitumie upande wa mboga sasa. Sasa sasa kuku kuku moja alikuwa inazo shilingi 1016. hivi hivi hivi. anazo shilingi 1025. Ongee na na leo nimetokea hapa. yule kuku ambaye alikuwa anazo shilingi 2020, anazo shilingi 2030 hiyo ukiangalia ni baadhi ni y vok vimepanda bei sana. Hata nyama aimepande bei. Nyama ya ngome kipindi kiichopitanyam ilfu km kilomoja lakinisahivi imeuzwa shilingi alfu shilingi na kilo moja. Lakini kwa nini nizungumzia kichopelekea kupanda kwa bei kwa bidhaa hizi? Mchele umepanda kwa sababu wa kulima akiba zao zimepungua, hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ukipelekea masuala mazima ya sikukuu ya Christmas na vile vile imefanyia kwamba ukilipa upandishe bei. Sababu nyingi nyingine ni kuhusu swala la, la hii tokea tokea kuandamana na mara vurugu vurugu, kwa hiyo baadhi ya wafanyabiashara waliogopa a kuchukua bidhaa mashambani huko. Kwa upande wake mwenyekiti wa soko kuu la Mwanza Ahmed Nchola amesema kuwa uongozi wa soko unaendelea kusisitiza wafanyabiashara kuuza bidhaa kwa kuzingatia bei elekezi na kuepuka kupandisha bei kiholela kwa lengo la kujinufaisha wao binafsi. Kwa jumla, hali ya biashara sasa hivi, biashara imekuwa ni ngumu sana, hasa kwa sisi wajasiriamali ambao tunaishi kwa kutafuta riziki kwa kujitegemea tunakwenda kula mama lishe. Mama lishe wamekuwa wanapandisha vyakula bei, wanawamika kwamba kwa, kwa, kipindi hiki vyakula vimepanda bei kutokana labda na nyakati za sikukuu. Lakini kuna kipindi ambacho kulikuwa kumetokea hali ya sitofahamu, hali ya machafuko katika nchi yetu ya Tanzania, labda tuliona hiyo ilikuwa ni sababu, kwa sababu bidhaa nyingi zilikuwa ziwezi kufikia walengwa kwa wakati mwafaka lakini hali hiyo ya maandamano na machafuko yaliyokuwa amejitokeza kwa, ya, kwa sahibi, sasa hivi imetulia. Sasa tulikuwa tunategemea sisi wananchi wa hali zetu za kawaida na hawa mamalisho wanaotuhudumia, basi tulitegemea kwamba vyakula vitakuwa vinauzwa kwa bei nafuu, angalau watanzania kuweza kupata nafuu ya maisha lakini mpaka sasa hivi hali hiyo tunaiona bado haijarudia kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo maisha bado ni magumu, na sisi Watanzania hasa wa kipato cha chini tunaiomba serikali yetu pendwa ijaribu kuangalia maisha ya sisi walalahoi, watu wa hali ya chini. Kwa, kwa mfano tulikuwa tukaenda sokoni tukaenda kununua bidhaa, mfano kama karoti, karoti zilikuwa 1500 lakini kwa sasa hivi kwa kilo imekuwa shilingi elfu mbili mia tano wengine mpaka shilingi elfu tatu Mchele wenyewe umepanda bei kutoka kununua elfu mbili mia tano sasa hadi elfu mbili mia nane Ukienda buchani ndio usiseme, nyama zimepanda bei, tunashinda.